Hakuna mwafrika aliyesoma hapa lakini, wakati huo, mwenzetu kaa wakasalama akawapa akili Sheikh Karume na mwenzake wakasimamisha. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuyaenzi maono ya Baba wa Taifa la Zanzibar, Hayati Sheikh Abeid amani Karume, kwa maslahi ya taifa. Akizungumza kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kongamano la kitaaluma la Kigoda cha Karume lililoandaliwa na Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA ambalo limekwenda sambamba na uzinduzi wa hifadhi ya kidigitali ya rais wa kwanza wa Zanzibar, Sheikh Abeid Aman Karume. Waziri wa Elimu na Mafunzo ya mali, Zanzibar, Leila Mohamed Musa, amesema serikali itaendelea kusimamia misingi iliyoachwa na kiongozi huyo. Kongamano la leo linabeba uzito wa kipekee kwa sababu linagusa misingi mitatu muhimu sana kwa taifa letu na bara la Afrika. Misingi hiyo muhimu ni amani, mshikamano na demokrasia, na yote haya yanahitajika katika maisha ya urisi wa mwasisi wa nchi yetu, Hayati Sheikh Abeid Aman Karume. Zaidi ya hayo, tumeshuhudia pia hatua kubwa na ya kihistoria ya uzinduzi wa hifadhi ya kidijitali ya Sheikh Abeid Aman Karume ambayo itahifadhi kuenzi na kueneza na kurithisha vizazi na vizazi vya sasa na vijavyo historia ya kiongozi huyu shupavu jemedari na mwana mapinduzi. Kwa lengo hilo, hilo, Serikali ya Mapinduzi imedhamiria kuendeleza mshikamano huu kwa kuunda Serikali ya Umoja wa Kitaifa ambayo inashirikisha vyama mbalimbali kwa nia njema ya ujumuishwaji wa uongozi unaojenga misingi ya utawala bora. Vijana wa leo mnapaswa kujifunza kwamba mnailinda serikali yenu na kuipa nguvu kwa kuunga mkono jitihada zinazofanywa na viongozi wenu na kuwashajiisha vijana wote wenye kujitenga na kuanzisha migawanyiko katika jamii kufuata mwenendo huo. Katika kuendeleza misingi hiyo ya demokrasia, serikali inayoiongoza yu imewekeza kipaumbele katika kujenga mazingira ya kisasa na ya kijamii yanayoweza ya vijana kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa kupitia sera za maendeleo, ushirikishwaji wa wadau na uwekezaji katika elimu ya juu, utafiti na ubunifu, tumeweza kuimarisha nafasi za wasomi na vyuo na vyuo vikuu kama nguvu ya mabadiliko. Tukiwa tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ninatoa wito kwa vijana wa Tanzania hasa Zanzibar kushiriki na kuitazama uchaguzi huu kwa namna ya kipekee kwa kutambua kuwa vijana ndio idadi kubwa ya wananchi wetu ambao wanafanya asilimia 65 ya wapiga kura wote katika uchaguzi. Makamo mkuu wa chuo cha taifa cha Zanzibar SUZA, profesa Muhammad Makame Haji amesema katika kumwenzi hayati Abeid Aman Karume, SUZA imeanzisha hifadhi ya kidigitali kwa lengo la kumwenzi kwa vitendo, ambapo hifadhi hiyo ya kidigitali itatoa elimu itakayosaidia vizazi vijavyo. Alipokuwa rais wa kwanza wa Zanzibar, mzee Karume hakusita hakutafuna tafuna maneno, alikubali ya kwamba demokrasia ni kupambanisha hoja. Mzee Karume alikuwa katika mstari wa mbele wa kuhakikisha ya kwamba demokrasia inaeleweka, ni njia mojawapo la kupambanisha hoja, ndiyo akasema jiwe pembe ya demokrasia ni umoja. Jiwe pembe ya demokrasia ni umoja, na umoja huo usiwe ni umoja ya makaburini ya wafu, iwe ni umoja wa watu ambao wako hai, wako chonjo, na wanauliza maswali yanayostahili kuulizwa. Hii leo tujiulize, demokrasia ni nini? Je, tunakubaliana na mzee Karume ya kwamba demokrasia hiyo ni kupambanisha hoja? Tujiulize kama vijana, hasa nyinyi vijana wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla, mnaposhiriki uchaguzini tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano mnapiga kura kwa nini na kwa nani? Je, mnashawishika na vitu vipi? Na kilichoko ni kwetu sisi kuyaangazia na kujiuliza, huyu mzee Karume tutamwenzi vipi? Vijana wa sasa, sijui muziki wa aina gani mnaisikiza lakini kaimba Mbaraka Mwinshehe mwaruka kifo cha Karume, na anapoimba kuhusu kifo cha Karume anatoa wasia ya kwamba tujitahadharishe na vijibwa hivyo vilivyomwondoa maisha mzee Karume, kwa kuwa lengo lao kuu ilikuwa ni kusambaratisha na kuzika maono ya mzee Karume. Kwa upande wake, Mwenyekiti wa Kigoda cha Karume Profesa Elegnad Pius Mahanjo amesema kigoda hicho kinapaswa kuendeleza fikra na maoni ya kiongozi huyo. Akitoa mada ya amani na demokrasia kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025, Profesa Lumumba amesema miongoni mwa mambo muhimu ambayo yanapaswa kuendelezwa ni kuyaenzi maono ya Hayati Karume ambayo yatasaidia kuleta ukombozi, kwani Hayati Karume alikuwa mstari wa mbele katika kupambania demokrasia. Kigoda de hiki kama nilivyosema, kinapaswa kuendeleza fikra dharika la kwanza la uongozi ni swala la ukombozi na maendeleo yetu wa Afrika. Jambo hili ni muhimu sana sana, na wakati huu kwa mabadiliko mengi duniani Afrika na waafrika tunapitia wakati mbaya sana na sasa, tunataka kujenga kizazi kipya cha uongozi, rika la tatu. Mara zote nawaambia wenzangu, msiwalaumu hawa viongozi waliopo sasa hivi, siwalaumu kabisa. Ni viongozi viongozi hawa hawajapata mafunzo ya uongozi, niwaambie, huo ndio ukweli. Viongozi wote walipo sasa hivi hawajapata mafunzo ya uongozi, vyuo vya uongozi vilifungwa toka tisini. Sasa munawaaune na mimi nimetengeneza mihutasari mitaala ya vyuo vyote vya uongozi. Chuo cha mwisho sasa hivi nimemaliza cha polisi, nimetengenezea mtaala wa bachelor ya polisi science, wameanza mwaka huu wanafunzi mia moja na nane, lakini vyuo vyote chuo cha diplomasia, chuo cha Kibaha, chuo cha NDC, e, vyote vimetengeneza, najua matatizo ya hiyo makubwa. Sasa kama hatuwezi kuandaa hawa rika la tatu, itakuwa ni tatizo kubwa sana, na ukoloni utarudi tu kwa njia tena mnayoifurahia. Kwa hiyo naamini wawasisiaji mada leo watatuonyesha jinsi ya kwenda mbele e, na mimi nimeshakabidhi serikalini mara nyingi 89 wakati Mwalimu yupo niikabidhi mkakati jinsi ya Tanzania kutoka kuchanganya ubepari na ujamaa. Mwaka 2022 miaka kumi ya NDC nimekabidhi cu strategy kwanza ujamaa ubepari, brigedi mulizeni waziri wa ulinzi, wanayo hiyo. Sasa bila kuwa na modeli ya kutoka hapa, mtakuwa mnafanya proja. Sasa namshukuru mheshimiwa Mwinyi kwa kuandaa kongamano hili na namomba sana, akiingia kipindi cha hiki cha pili kwa kadhani sana kuandaa rika jipya la uongozi ili Tanzania na Afrika iwe salama. Kongamano hilo limeandaliwa na chuo cha taifa cha Zanzibar SUZA, ambapo mada mbalimbali ziliwasilishwa ikiwemo maisha ya Karume, amani na demokrasia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano, huku kauli mbiu katika kongamano hilo ni maisha ya Sheikh Abeidi Amani Karume na urithi kwa vijana, amani na mshikamano, demokrasia kuelekea uchaguzi mkuu ishirini ishirini na tano. Safia Hussein, ASAM Online TV.